Nchi yetu ya Tanzania sisi tumepiga hatua kuifanya sekta hii ikachangie katika uchumi wa nchi yetu ya Tanzania, sio jambo dogo. Maeneo mengine wana rasilimali, lakini hauzioni katika mchango wa uchumi wa nchi zao. Hapa kwetu tumefanikiwa. Mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa kwa mwaka wa fedha 2022 2023 ulikuwa ni asilimia saba nukta mbili sera ya madini ya taifa mwaka elfu mbili na tisa mpango wa maendeleo wa miaka mitano mitano mwaka elfu mbili na ishirini na moja elfu mbili na ishirini na tano ishirini na sita uliweka malengo kwamba ifikapo mwaka elfu mbili na ishirini na tano sekta hii ya madini ichangie kwa asilimia kumi kwenye pato la taifa sisi tumefikia lengo kabla ya mwaka kufika kwenye sekta ya madini tumefanikiwa kuifanya sekta hii iongeze mchango wake kwenye pato la taifa. Tafuteni katika nchi za Afrika nyingi, chukueni nchi kama ishirini hivi za Afrika ambazo zinafanya shughuli za madini, afu msaidie kuweka rank, mwone ni nchi gani ambayo sekta ya madini inatoa mchango kwenye pato la taifa kuanzia asilimia kumi kwenda mbele hatua hii ya leo ni hatua muhimu sana, kwa sababu takwa la leseni linatutaka kwanza tulipe fidia kabla ya kuanza, na haya ya leo ni awamu ya kwanza. Kuanzia mwezi huu wa tano tuseme tumeshalipa, na leo mheshimiwa waziri utawakabidhi watu wachache kwa mfano, lakini kila mwezi kwa miezi mingine mitatu tutaendelea kulipa mpaka tukamilishe kabla ya mwezi wa kumi. Asante. Soko la dhahabu palikuwa juu, lakini kana kwamba haitoshi, tayari tumeshaanza mchakato wa ujenzi wa soko la kisasa katika wilaya yetu ya Songwe. Lakini kubwa kuliko yote, kupitia wewe mheshimiwa waziri, tayari mchakato wa ujenzi wa ofisi ya madini umeshaanza pale kwa juu. Pato kitaongezeka kwa kufanya biashara pili kupata ajira tatu, wametusaidia upande wa elimu, kitapanua na barabara, usafiri, huduma za afya na kadhalika. Ah, maandalizi kwa ajili ya hizo fedha, kwa sababu tunashukuru hata serikali na baadhi ya taasisi mbalimbali wamejitahidi kuja kutupa semina, pengine hata za matumizi ya fedha, ili watu wajikwamue, wafanye mambo ya maana, kwa sababu ni kitu ambacho hakiwezi kuja kutokea tena kumbe zile elimu tunazozipata na tunaamini kwamba zitatunufaisha. Kwa wale wasikivu watafanya mambo makubwa.